Hivi umewahi kuamka ghafla usiku alafu ukakutana na mende wanakimbia kimbia, wengine wanakimbilia uvunguni, wengine ukutani, wengine kwenye vyombo. Sasa watu wengi huwa wanasema ni suala la usafi, lakini tukija kiroho, hilo sio jambo la kawaida na hupaswi kulipuuza. Leo nataka nikuoneshe kwa undani ni nini hasa maana ya kuonekana kwa mende ndani ya nyumba yako, na pia nitakwambia kitu ambacho pengine hujawahi kukifikiria. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba mende sio tu kiumbe, ni ujumbe wa tahadhari kutoka kwa universe. Ni ujumbe unaokuonya kwamba kuna jambo baya au la hatari linaweza kutokea maishani mwako. Sasa basi, naomba unisikilize kwa makini sana. Hii video haijaja kwako kwa bahati mbaya, imeletwa kwako kwa kusudi maalum. Baada ya kutazama video hii, hautamwangalia mende kwa macho ya kawaida tena. Universe inataka kuzungumza na wewe siku ya leo, na huu ndio ujumbe wako kwa leo. Naomba nitegee sikio lako mwanzo mpaka mwisho Kiroho, mende mara nyingi huwa anajitokeza mahali ambapo kuna nishati nzito na ambayo imechafuka, au tunasema negative energy. Yani, ili uweze kumwona mende ndani ya nyumba au mahali fulani, ni lazima kuna energy fulani imemvuta hapo, na energy hiyo inaweza kusababishwa na mabishano ya mara kwa mara, magomvi mlionayo ndani ya nyumba hasira au hata watu wanaokuja nyumbani kwako wakiwa na roho mbaya au wakiwa wamebeba energy mbaya. Watu wengi huwa hawajui kwamba vitu wanavyovifanya katika maisha ya kila siku huwa vina produce energy fulani. Kwa hiyo kaa chini na ujitathmini wewe, huwa unazalisha energy gani? Huwa unatoa energy gani ndani yako? Kama kila siku wewe ni mtu wa chuki visasi, roho mbaya, mabishano, basi tambua kwamba unatoa energy mbaya, na energy hiyo ikizidi, inaanza kuvutia viumbe ambavyo vinavutiwa na hiyo energy, na kiumbe mojawapo ni mende. Inawezekana umeangaika sana kuwaangamiza mende, kila siku unaangaika, unanunua dawa hii mara, unafanya usafi mara, unaanika vitu juani, lakini mende hawaishi. Hiyo ni energy unayoproduce mende wamefuata energy ambayo we unaitoa hewa ya nyumbani kwako inavutia giza. Na ukiona mende, hii ni ishara kwamba nyumba yako imeanza kuwa mlango wa nguvu mbaya, na kama hautaisafisha itavunja amani yako, na hata inaweza kusababisha migogoro mingi zaidi. Yaani utakuwa huelewani na kila mtu na utakuwa unaandamwa na mikosi magundu, kila unachofanya hakifanikiwi, pesa ukiweka ndani haikai na pia kuona mende mara kwa mara ya nyumbani kwako inaweza kuwa ni ishara ya vizuizi vinavyokuja mbele yako, yaani ni kama universe inakuonya kwamba safari yako imeanza kuzuiwa na kitu usichokiona, yaani kitu cha rohoni. Na hii inaweza kuonekana katika kazi zako, utajikuta kazi zinakwama ghafla, fedha zako zinapotea bila maelezo. Yaani, fedha unapata, sio kwamba upati, unazipata, lakini zinapotea bila kuzifanyia kitu cha maana. Na pia hata mipango yako muhimu inavunjika dakika za mwisho. Yaani, unakuta kuna dili ulikuwa unalifuatilia muda mrefu sana, umelifuatilia. Sasa ile dakika za mwisho kabisa, labda ndio unatakiwa kusaini ili liweze kutiki, dili linafeli. Hiyo ni ishara ya Kufuatiliwa na vizuizi katika maisha. Sasa kwa jinsi ambavyo unawaona mende wanazunguka zunguka ndani ya nyumba yako, wanakatisha mbele yako. Universe inakwambia kwamba angalia mbele. Kuna kitu kinakata njia yako. Kuna kitu kinazuia mafanikio yako. Unaweza ukahisi kama ni utani au ni vitu tu vya kutungwa, lakini hivi vitu ni real na vinawatesa watu. Na watu hawajui ni kwa nini wanateseka. Sikia ni kuambie ndugu yangu, hii dunia inaendeshwa kwa misingi ya nguvu za universe. Ukienda kinyume na nguvu za universe utateseka sana na hautaenjoi maisha, utakuwa ni mtu wa kuteseka kila siku. Sasa amua leo kwenda kinyume na nguvu mbaya katika maisha yako. Usikubali huyu mdudu mdogo, mende, akuzidi akili. Usikubali eneji mbaya itawale ndani ya nyumba yako Nenda kinyume na energy mbaya katika hili lilisoma. Hapo mbele kidogo, nitawaelekeza namna ya kuondoa energy mbaya au negative energy ndani ya nyumba yako. Na pia mende anapojitokeza mara nyingi sana, hasa nyakati za usiku, hii huwa ni ishara ya uwepo wa nguvu za giza nyumbani kwako. Nguvu za giza ni zile nguvu zinazotoka kwa pepo wabaya, wachawi au roho zisizo safi, na huwa zinahusishwa na wachawi hasira, wivu, chuki, hila na roho zote zile za uharibifu. Na lengo la hizi nguvu za giza ni kuzuia nuru ya energy nzuri au positive energy, kupoteza matumaini na kufunga njia za mafanikio. Kwa mfano, mtu anaweza akawa anapata hisia ya kwamba kuna kitu kibaya kinaendesha maisha yake, kila siku anaota ndoto mbaya, anahisi uzito usioelezeka. Hiyo yote ni ishara ya kwamba kuna nguvu za giza zimekutawala. Sasa kumbuka kwamba hawa mende huwa wanapenda kuishi gizani. Kwa hiyo unapowaona hawa mende, hii inamaanisha kwamba kuna giza limeanza kutawala nyumbani kwako, na universe inakuambia kwamba, angalia nyuma ya pazia kuna nguvu ambazo wewe huzioni lakini zipo. Hii ni ishara ya kiroho ya roho wabaya au laana ambayo inaanza kufanya makao nyumbani kwako. Kwa hiyo mende sio mdudu wa kumfurahia au kumchukulia poa hata siku moja. Lakini pia mende wanapotawala nyumbani kwako, inaweza ikawa ni ishara ya sauti ya ndani au intuition, ambayo inapuuza tahadhari yaani inawezekana huwa kuna tahadhari unaipata ndani yako, lakini we unaipuuza. Sasa universe inaamua kukuletea ishara ya hawa wadudu. Mara nyingi tunapowaona mende huwa tunawadharau sana, yaani tunawachukulia poa sana. Lakini je, ulishawahi kukaa chini na kutafakari na kusema kwamba hivi kuna kitu gani katika maisha yangu au katika ulimwengu wa kiroho kinaendelea eh? kwa sababu kiroho mende huwa anatumwa ili kukuambia, sikiliza intuition yako, isikilize sauti yako ya ndani, kuna kitu unakipuuza. Ikiwa hisia zako zimekuwa zikikuonya juu ya mtu au juu ya biashara, juu ya safari, halafu ghafla ukaona mende anapita mbele yako, hiyo ni universe inathibitisha hofu yako ya ndani na inathibitisha kwamba kile ulichokuwa unakipuuza ni kweli kipo. Na unatakiwa kukifanyia kazi, sio kukipuuza. Wewe kila siku ndani pesa zinapotea na hujui zinakwenda, halafu unachukulia poa tu. Sasa universe ni lazima ije ikushtue kidogo, kwamba bwana, shtuka, kuna kitu kinaendelea. Moja kati ya ishara ya universe ni mende. Lakini pia unapoona mende wamezidi ndani ya nyumba yako, inaweza kuwa ni ishara ya kuendelea kuishi katika uchafu wa kiroho. Sisi tunaelewana ni uchafu wa kiroho. Watu wengi huwa wanachanganya sana, unakuta mtu analalamika, mbona nyumba yangu ni safi jamani, nasafisha kwa kutumia manukato kabisa, lakini mende hawaishi, napuliza dawa kila siku, mende hawaishi. Sasa leo naomba nikufichulie siri hii, mende si tu kwamba wanavutiwa na uchafu unaoonekana, bali pia uchafu wa rohoni, uchafu ambao katika macho ya kawaida hatuwezi kuuona. Inawezekana wewe ni msafi sana mpaka umepewa tuzo ya usafi lakini mende wanaweza wasiondoke ndani ya nyumba yako. Ni kwa nini? Ni kwa sababu moyoni mwako umeshikilia chuki za zamani, umeishi au unaishi na uhusiano usio na amani, unavijitabia fulani fulani ambavyo ni vibaya, lakini wewe hutaki kuviacha. Sasa unapowaona mende, universe inakuambia kwamba kama hautasafisha uchafu huo unaweza ukazaa mambo mabaya zaidi, na ndio maana mende wanaonekana ndani kwako na hawaishi na hawawezi kuisha mpaka pale ambapo utaondoa huo uchafu wa kiroho. Siku zote mende huwa hawakai mahali ambapo pana positive energy. Ukitaka kuamini hilo, amua leo kubadilika na utaona jinsi ambavyo mende watapotea, hutaona wamekimbilia wapi na pia kama ukiona mende wanazidi kuonekana katika maeneo ya chakula jikoni, au sehemu unayopumzika yani chumbani kwako, hii ni ishara ya kwamba mizunguko yako ya baraka imeanza kufungwa kiroho. Mende huwa wanawakilisha viumbe wanaokula baraka zako kimya kimya. Sasa kila wanapozunguka ni kana kwamba wanakula nishati safi ya nyumba yako, yani ile inayovutia pesa amani pamoja na mafanikio. Sasa utakuwa unashangaa katika kila hatua ya kimaendeleo unayotaka kupiga, kuna kitu kinatokea, kinazuia, yaani unajikuta ni mtu ambaye unaandamwa na mikosi, bahati mbaya. Yaani unataka kufanya hiki ili upate pesa, ghafla inanyesha mvua, huendi hiyo sehemu, au jambo lako linaharibika. Unataka kusafiri, gari linaharibika njiani, unachelewa, unakuta bahati yako ishapita. Kwa hiyo unapowaona mende mara kwa mara jikoni, chukua hatua ya kiroho mara moja. Kwa hali ya kawaida, unaweza ukasema kwamba hawa mende wanavutiwa na vyakula vyakula au harufu za vyakula tulizoziacha, lakini hawa mende hutakiwi kuwaangalia kwa jicho la kawaida. Kumbuka kwamba kila kitu hapa ulimwenguni ni energy. Yani chochote kile unachokiona mbele yako kimebeba energy fulani, na universe huwa inatumia vitu vya kawaida kabisa kuweza kuwasiliana na wewe. Na ndio maana watu wengi huwa wanafikiria kwamba labda universe ili iweze kupatia mafanikio, basi inakushushia pesa kutoka mawinguni, yaani zitadondoka kama mvua. Hapana, universe itatumia mazingira ya kawaida kabisa ambayo tumeyazoea kuweza kukuletea mafanikio. Vivyo hivyo katika ishara, huwa inatumia viumbe ambao ni wa kawaida kabisa, ambao tunawafahamu katika maisha yetu, wanajitokeza kwako, na huwa haiachi kukuletea hiyo ishara mpaka wewe uifanyie kazi. Kwa hiyo unaweza ukawa unaishi na mende kila siku maisha yako yote, universe inakuletea ishara, lakini we unapuuza. Sasa kuanzia leo, acha mapuuza. Wakati mwingine mende huwa wanaongezeka ghafla bila sababu ya kawaida, yaani hata kama nyumba yako ni safi, hakuna mabaki ya chakula, lakini linakuwa ni onyo au tukio baya linalokaribia kutokea katika maisha yako. Hilo tukio linaweza ikawa ni mzozo mkubwa Kifo au ugonjwa wa ghafla, kupoteza mali au bahati yako. Yani, hapo universe inakuwa inakwambia tayarisha roho yako, kuna giza nene linakuja mbele yako. Kwa hiyo ukiona ghafla mende wanaongezeka ndani ya nyumba yako yani, from nowhere ghafla mende wamejaa kila kona, usichukulie poa ndugu yangu. Endelea kunisikiliza, katika hii video utapata solution. Lakini pia mende wanaweza wakawa wanawakilisha nishati inayovutia majanga madogo madogo ambayo huwa yanatokea ndani ya nyumba. Ulishawahi ku experience kila siku sahani inavunjika, kikombe kinavunjika, kitu fulani kinaharibika, yaani vitu vinaharibika haribika tu. Sasa huwa ipo hivi, unapokuwa katika kipindi cha huzuni, woga au msongo wa mawazo, mende huwa wanavutiwa na hiyo frequency. Yaani hiyo energy unayoitoa unapopitia hicho kipindi mende huwa wanavutiwa nayo, wanakuwa kama kivutio cha matatizo madogo yanayofuatana. Sasa ili kuthibitisha hilo kwamba kuna energy mbaya inatawala nyumbani kwako, utaanza kuona vitu vinavunjika, vitu havifanikiwi, pesa zinapotea tu bila kueleweka, unatengeneza kibugu chako pesa zinaondoka, unaanza kusema o oh, kuna chuma ulete spinini. Lakini huo ni ujumbe kutoka kwa universe, ni ishara ya kwamba unahitaji kufanya usafi wa kiroho ili uweze kurejesha mwanga wa nyumbani kwako. Sasa nini unatakiwa kufanya unapowaona mende nyumbani kwako, na hao mende unahisi kabisa hii ni ishara ya kiroho, ni ishara kutoka kwa universe, kitu cha kwanza kabisa, anza kuondoa uchafu wa ndani uchafu uliopo moyoni mwako, achilia hasira, wivu, hofu na chuki, kuwa mtu positive. Mara nyingi hawa viumbe wa giza huwa wanavutwa na watu wanaobeba mizigo ya kihisia moyoni mwao. Kwa hiyo kuanzia leo, anza kuwabariki watu wengine, watakie mema watu wengine, toa maneno ya faraja kwa watu wengine, na utaona jinsi ambavyo viumbe hawa wanakuogopa na wanaondoka kabisa katika mazingira yako na pia kitu cha pili, fanya uchunguzi wa maisha yako, yachunguze maisha yako. Jiulize, je, ni nani anayeleta nguvu za giza nyumbani kwangu, na ni tabia gani huwa inanichafua? Inawezekana wewe si mtu mbaya kabisa, ni mtu ambaye uko very positive, lakini watu unaowakaribisha nyumbani kwako ndio watu wanaoichafua nyumba yako. Kwa hiyo jichunguze ni nani unayemkaribisha ndani ya nyumba yako? Hii miili yetu hii huwa inabeba energy fulani, na kila mtu ndani yake kuna energy ameibeba. Sasa unapokutana na mtu au mnapokuwa katika eneo fulani na mtu, huwa kuna mbadilishano wa energy unatokea. Kama nyumbani kwako umemkaribisha mtu ambaye amebebelea negative energy, basi akifika kwako anafyonza positive energy halafu alafu negative energy anaiacha pale. Hiyo ni nature, ipo kiasili kabisa, na ndio maana tunaambiwa sio kila mtu unatakiwa kumkaribisha ndani ya nyumba yako. Kuna baadhi ya watu wanakuletea gundu na mikosi katika maisha yako. Na hii haimaanishi kwamba unatakiwa uwe mbaguzi au uwe unawakataa baadhi ya watu, bali inakupasa uwe makini na uchaguzi wa aina ya watu unaoshirikiana nao. Sio kila mtu unatakiwa kumkaribisha katika maisha yako. Na pia hata unapowakaribisha watu nyumbani kwako, inatakiwa uwe makini na kusafisha kila baada ya mtu anapoondoka. Yaani mtu anapoingia na kuondoka basi hakikisha unasafisha nyumba yako ili kama kuna energy mbaya wameiacha pale basi iweze kuondoka au waondoke nayo, usiendelee kutawala mahali pale. Ushauri mzuri ambao nilishawahi kuwapa katika video zangu za nyuma nikuamba, ni kwamba mlangoni kwako ambapo huyo mgeni atapita kuingilia ndani kwako, hakikisha unaweka chumvi ya mawe, weka katika pande mbili, kulia na kushoto, kwenye pembe za mlango zile mgeni anapoingia kama amebeba negative energy, basi chumvi inafyonza akiingia ndani anaingia akiwa ameshaziacha negative energy zote mlangoni. Hii itakusaidia sana kuweza kucontrol energy ndani ya nyumba yako. Na pia hata wewe mwenyewe mhusika, baada ya kutoka kuchangamana na watu wengi, kuna uwezekano umefanya mbadilishano wa energy na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kaa wewe ni mtu positive, lakini baada ya kutoka nje na kurudi ndani tayari unarudi na negative energy ambazo umezibeba kutoka kwa watu tofauti tofauti. Ndio maana huwa tunashauriwa kiroho kila baada ya muda fulani uwe unaoga maji ya chumvi, maji yaliyowekwa chumvi ya mawe. Na hii ni simple tu, wala haihitaji nguvu kubwa. Unapotaka kwenda kuoga, chukua chumvi yako ya mawe, kijiko kimoja au kwenye kiganja cha mkono wako huweka kwenye yale maji na wakati unaoga, nui ya maneno ya kujitakasa. Baada ya hapo, negative energy inaondoka mwilini mwako na unakuwa ni mtu msafi. Na mbinu nyingine unayoweza kuitumia ni kusafisha nishati ya nyumba yako. Hakikisha unasafisha nyumba yako kwa kutumia chumvi ya mawe, na pia pendelea kuwasha mishumaa pamoja na udi. Udi huwa unatoa harufu nzuri ambayo inaondosha negative energy ndani ya nyumba yako. Mshumaa huwa una produce positive energy. Chumvi ya mawe huwa inatumika kusafisha kiroho na kutulinda kiroho na negative energy. Kwa hiyo unapotaka kusafisha nyumba yako kiroho hakikisha una deki na maji ya chumvi, maji yenye chumvi ya mawe, na hakikisha una deki kila kona ya nyumba yako. Hii itakusaidia sana kuweza kukulinda na pia kuondoa negative energy ya aina yoyote ile ambayo imeingia ndani ya nyumba yako. Sasa lengo la kufanya hivi sio kwamba tunawaua wale mende, bali tunaondoa giza lililowavutia kuja kwako sijui tunaelewana. Hawa wadudu kuna energy fulani imewavuta wakaja hapo. Sasa sisi tunaiondoa hiyo energy ili hao mende waweze kuondoka. Na kitu kingine wanachoweza kufanya ni kutumia maneno yenye nguvu kulingana na imani yako, ili kuilinda nyumba yako na kuondosha negative energy. Huwa tumezoea kusema kwamba maneno yanaumba. Sasa mara nyingi haya maneno tumekuwa tukiyatumia katika kulaani au kutakia mabaya ya watu. Sasa wewe tumia hayo maneno katika kujilinda na kuondoa nguvu mbaya. Jitamkie kwamba wewe upo salama, jitamkie ulinzi kulingana na imani yako. Kwa jinsi ambavyo unatamka wa kutumia ulimi wako, basi hicho kitu kweli kinatokea katika maisha yako. Kwa hiyo pendelea kujitamkia maneno yenye nguvu ya kujilinda. Negative energy haitatawala mahali hapo. Epuka kukiri udhaifu. Hili huwa ninalisisitiza kila kitu, usipendelee kusema hii nyumba ina majini, hii nyumba ina wachawi, humu ndani kuna wachawi huwa wanakuja. Usipende kukiri, hata kama unahisi ni hivyo. Tamka kwamba humu ndani tuna ulinzi wa kutosha, nguvu mbaya haina nafasi ndani ya nyumba hii. Utaona jinsi ambavyo positive energy inatawala ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo basi, kwa macho ya kawaida, mende ni wadudu wa kawaida, lakini kiroho Mende ni ishara kutoka kwa universe. Wanaingia nyumbani kwako kuonesha ishara za tahadhari, kukuonya kabla ya hatari kutokea na pia kukufunua kile unachokipuuza. Kila unapowaona usiwaangalie tu kama kero au wadudu fulani wa kuwapuuza. Waangalie kama ujumbe wa universe. Na pia jiulize, je, ni nini kinachonichafua au ni nani anayeiba amani yangu? Na pia ni wapi nimeacha giza litawale nyumbani kwangu? Kumbuka kwamba universe huwa haizungumzi kwa maneno tu, bali pia kwa kupitia ishara ndogo ndogo, na mende ni moja ya ishara hizo. Kwa hiyo usipuuze hata siku moja, na huu ndio ujumbe wako wa leo kutoka kwa universe. Kumbuka kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya, umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Kuna kitu fulani universe inataka ukipate, na hiki ndicho kitu chenyewe. Tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.